Raia wa Venezuela Jess Reyes Barrios aliyefukuzwa El Salvador kwa tuhuma za kuwa mwanachama wa genge hatari, kwa mujibu wa wakili wake, ni mchezaji wa mpira wa miguu wa kulipwa na si mhalifu. Wakili huyo aliambia mahakama huko nchini Marekani ya kuwa tattoo inayomtumawnama huyo ni ishara mapenzi yake kwa moja vilabu mashuhuri duniani, Real Madrid, na si alama ya uhalifu kama inavyodaiwa na serikali ya Marekani. Idara ya usalama wa ndani DHS ilidai kuwa tattoo aliyoichora ni ishara kuwa ni mwanachama wa genge hatari la Tren Derago, hivyo ikamweka gerezani chini ya ulinzi mkali kabla ya kumrejesha kwa nguvu El Salvador, hatua iliyozua mvutano mkubwa wa kikatiba. Tren Derago ni shirika la uhalifu la kimataifa na limeorodheshwa rasmi na Marekani kama shirika la kigaidi la kigeni lenye asili nchini Venezuela na inaaminika kuwa na wanachama zaidi ya elfu tano. Jumatano wiki hiyo, wakili Leland Tobin aliwasilisha kiapo mahakamani kwa niaba ya mteja wake Jess Reyes Barrios mwenye umri wa miaka 26, akieleza kuwa alifukuzwa nchini Marekani bila taarifa kwa wakili wake wala familia, na wakili huyo alifanikiwa kuthibitisha kwamba Reyes alifukuzwa siku ya Jumanne. Wakili Tobin alifichua kuwa Reis alishiriki maandamano nchini mwake ambapo alikamatwa kuteswa na kupigwa kwa mshtuko wa umeme kabla ya kukimbilia nchini Marekani kuomba hifadhi. Aidha, anadai Reis alituhumiwa kimakosa kwa mwanachama wa genge hatari. Bwana Reis Baus ni mchezaji wa kandanda wa kulipwa nchini Venezuela, hajawahi kushtakiwa wala kutiwa hatiani kwa kosa lolote. Ana historia ajira thabiti kama mchezaji na pia kocha wa soka kwa watoto na vijana, aliandika wakili huyo. Kwa mujibu wa Tobin, tuma dhidi ya Reyes zinatokana na mambo mawili. Kwanza, tatu mkononi yenye taji juu ya mpira wa miguu rosari na neno dios. DHS wanadai tatu hiyo ni ushindi wa wanachama genge la Tren de Aragua. Hata hivyo, wakili wake alieleza kuwa alichagua tatu hiyo kwa sababu inafanana na nembo ya klabu yake pendwa ya Real Madrid tuhuma za pili zinahusu picha iliyo kwenye mitindo ya kijamii inayomuonyesha race akifanya ishara mkono, ambayo DHS inadai ni ya genge hilo. Kwa kweli ishara hiyo inamaanisha nakupenda, kwa lugha ya alama na pia hutumika pia kama ishara maarufu katika muziki wa rock and roll, alisema wakili huyo wakili huyo alieleza pia aliweza kumtoa mteja wake kutoka gereza la usalama wa juu, lakini Reyes alihamishwa katika kituo kingine kabla ya kufukuzwa Machi 15 licha kuwa na kesi ya uhamiaji iliyopangwa mwezi Aprili. DHS kupitia msemaji Tri Mcrorn walisisitiza kuwa tatuu hizo zinafanana na alama za wanachama wa genge la TDA. James Reyes Barros alikuwa nchini kinyume cha sheria na ana tatuu zinazohusiana na TDA. Aidha, mitendo yake ya kijamii inaashiria kuwa ni mwanachama genge hilo. Uchunguzi wetu wa kijasusi haukuzingatia kuzingatia tatuu moja tu, tuna uhakika wa hitimisho letu, alisema msemaji huyo. Afisa mmoja wa serikali aliongeza kuwa kulikuwa na tatuu nyingine zinazofanana na alama za genge hilo la TDA. Naibu mkuu mstaafu wa White House Steven Miller alijibu kwa ukali alipojua kuhusu kufukuzwa kwa mtu asiye na rekodi ya uhalifu. Je, yeah mnadhani kuwa mwanachama wa Tren de Aragua ama TDA aliyeingia Marekani kinyume cha sheria anapaswa kusubiri afanye uhalifu wa kutisha ndipo achukuliwe hatua? Alihoji, je ni sawa kuruhusu magaidi kama ISIS au al-Qaida na mengine kuingia nchini kwa, kwa vizia raia alihoji. mila pia wajibu wetu ni kuwafukuza magaidi kabla mtu yoyote kubakwa ama kuuawa, alisisitiza. alisistiza ni mmoja wa husika wa sakata kubwa la kisheria Judge wa shirikisho aitwaye James Bosberg alitaka serikali kutoa maelezo kuhusu uamuzi wa kumfukuza Rais licha ya amri yake ya mdomo na maandishi yaliyotolewa Juma Mosi iliyotaka ndege zilizobeba watu na kufukuzwa waweze kurejeshwa. Trump alimshambulia Judge Bosberg mtandaoni akimwita mwendawazimu wa mlengo kushoto na kudai afukuzwe kazi. Jaji mkuu wa mahakama juu John Roberts alimjibu Trump vikali kwa kusema, kwa zaidi ya karne mbili imekubalika kuwa tofauti ya maamuzi ya mahakama hayawezi kutatuliwa kwa kumfukuza jaji madarakani. Mchakato wa rufaa ndiyo njia sahihi ya kushughulikia maamuzi hayo. White House imelalamikia hatua ya jaji asiyechaguliwa kuingilia masuala ya sera ya nje ya rais. Idara ya sheria ilieleza kuwa agizo la jaji lilionyesha kuto elewa kabisa hatari za usalama wa taifa na changamoto za kiufundi, kwani lilitolewa bila kuzingatia kama ndege hizo zingeweza kweli kubadili mwelekeo au kuwa na mafuta ya kutosha kufanya hivyo kwa usalama. Watu waliotimuliwa walihamishiwa haraka gereza nchini El Salvador, ambapo rais wa nchi hiyo alichapisha video mtandaoni ikiwaonyesha wakinyoliwa vichwa. White House imesema haitatoa majina yao, hivyo kufanya kuwa vigumu kwa umma na mahakama kuthibitisha tuma za wanachama wa genge. Tovuti ya dmcm imewasiliana na idara ya uhamiaji wa Forodha ICE pamoja na DHS kwa maoni zaidi, na baba wa res aliandika kwenye Facebook ya kuwa mwanawe alikamatwa alipoingia Marekani kwa uchunguzi wa tattoo zinazodaiwa kuhusiana na genge la TDA ama Tren de Aragua. Jos ni mchezaji wa kandanda